E, subhanallah hii ni da kweli, ndio haya majumba mnaita gorofa, wallahi uh. Ah, gari lina paa ulinaenda, bwana. Eh, we, vipi bro? unaonekana kama umepotea njia. Aki dugu yangu mimi natoka Pemba, sijazoea haya mambo ya bara, nilifikiri mabasi ni kama yale ya kijiji Mwe jamani, mshamba hadi usafiri unakushangaza. Karibu da huku, tunaendesha hadi bajaji kwa remoti. Remoti umenigeuza sinema. Sasa usinyali, ngoja nikufundishe maisha ya kibongo hapa. Ukichelewa utakuta soda imeshaisha kwenye friji. Hii si nchi tena, hii dunia nyingine bwana watu wanatembea kama wanafukuzwa na shetani! Hii ni ngazi ya ugari inajiendesha. Astaghfirullah, nengonyekupeleke karia kwa ushamba bro. Unataka kufa na usalali da? Wiki moja joni kufundisha sues hawasiwatu. E, ndege wa ardhi wanapiga kelele kama sokwe. Huyu ni mpya mimi, karibu! Dawa zangu mbu, mia tano tu! Dawa yangu mbu mia tano Pemba tunawasha ubani tu. Haya, chukua. Kelvin Klein made in Kariakoo, isi harufu ya plastiki. Umesema Kelvin nani? Wewe, halafu ukipanda kwenye daladala shika vyema, au usipande ndugu, maana kwenye daladala sio kwenye cross ya baharini, maana dereva anaweza kukushusha. Hii ni life bro, ukizoea da, hata bosi hatokutisha. Mi naona tu nipande pikipiki piki. Kizunguzungu kinaninyemelea karibu hombro. hii ndo mtaa wa real gas. Kuna mlango wa msikiti hapa au ni sebule? Apana bwana, hii sebule. Vitu vya chakula viko chini ya sofa, unazichota kama samaki mtoni. Subhanallah, una ugali wa jana bro. Sinyali kesho nitakupeleka Mlimani City uone sinema kwa kiti kinachokupiga message. Aisee, Pemba kisiwa cha amani, lakini huku bara kuna comedy ya kila dakika. Bora nirudi kwetu.